Mmoja wa manusura na mashuhuda wa tukio hilo wameeleza mazingira ya tukio hilo ambapo limetokea wakiwa katika harakati zao za kutafuta riziki. Sisi tumetoka katika enda kutafuta riziki, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameandaa mipango yake na kadari zake. Sisi hatuna mategemeo ya kwamba wenzetu watagolewa na jiwe. Sisi tulikuwa tunachimbia chimbia jiwe ili kutaka kuliangusha pasina mtu yote kuathirika, lakini jiwe katika kulikatakata likaja likatubuka tu bila kutoa ishara yoyote kama litataka kuanguka. Hatimaye watu wawili ambao tulikuwepo karibu tukawahi kwenda mbio, wawili wakafunikwa waka na kifusi pamoja na mawe, hatimaye ndo wakatoka roho. Hili jua lilikuwa limeshaanza nyufa juu. Na wakati wanaligongagonga kwa ndani ndo likaanza kuporomoka na wamejifia. Awali, Mkuu wa Wilaya ya Micheweni Khatibu Juma Mjaja akizungumza eneo la tukio amewataka wananchi kuwa makini wanapoendesha shughuli zao za kiuchumi katika maeneo hayo, kuyazuia kwa muda huu, kwa sababu hatuwezi kuvumilia kwamba wananchi wanapoteza kila baada amara ya mara haya maeneo yanakuwa ni sababu ya kupoteza wananchi maisha yao, na jambo baya zaidi ishara zipo. Maana ukiangalia tu haya maeneo, katika maeneo hayo lakini wananchi wanaingia aidha kutokana na uelewa mdogo, lakini pengine kutokana na hali mbalimbali mbali. Kwa hivyo naomba nitoe wito nikiwa mkuu wa wilaya ya Micheweni kwamba wananchi hebu tuache kutumia maeneo haya hasa katika maeneo ambayo tunajua kama maeneo haya ni hatarishi. Kwa mkoa wa kaskazini Pemba, Mheshimiwa Salama Baraka Khatibu amefika katika hospitali ya wilaya ya Micheweni kuwafariji majeruhi wa tukio hilo. Mwenyezi Mungu wao wenyewe walikuwa hawa, hawakuwa hawa tayari eo kutoka roho lakini Mungu ndo alishaandika kwamba Mwenyezi Mungu awajalie wa kwamba siku yao hii ishafika. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapa pole wafiwa wote, lakini niseme kwamba tuko nanyi katika kipindi hiki kigumu, na serikali inaendelea kufuatilia ili kuona kwamba suala lile la uchimbaji wa kokoto au uchimbaji wa uchimbaji wa mawe pale, kuona tuna suala zima la ndao mbadala wa kuweza kufanya shughuli nyingine ha, hapa Kisiwani Pemba. Mimi ni Suleiman Rashid Omar, okay, wa ITV.